Mvua ilikuwa ikinyesha kwa kasi sana, ilibidi Masato amwamishe mkewe na mwanaye Beni na kuhamia upande mwingine ambao hauna maji. Basi ilikuwa ni maisha ya shida sana. Walikuwa wamepanga uswahilini kwa sababu ya hali ngumu ya maisha. Ilikuwa ni sehemu ya uswahilini sana kiasi kwamba hata zikisikika sauti za mwizi hakuna mtu anashtuka, yani Ishakuwa kawaida sana. Masatu walikuwa akiuza viatu vya mtumba pamoja na nguo za mtumba, pembeni kidogo karanga, ubuyu, visheti, kikubwa ila ingie mfukoni tu. Mama Beni naye alikuwa akiuza maandazi na sambusa asubuhi na jioni. Walikuwa hawana lakini hawakuwa wavivu, walipambana sana ise, walikula ugali mkavu, walilala bila umeme, lakini walikuwa na kitu kimoja tu kilichounganisha, matumaini ya kufanikiwa sana baadaye. Basi Mungu sio asmani biashara zilikuwa sana, na kwa sababu ya juhudi zao, baada ya miaka miwili tu biashara zilianza kunoga. Mr Masatu alianza kuuza bidhaa za nguo kwa jumla, alikuza mtaji ese mpaka akawa anaenda kufuata bidhaa China. Walihama uswahilini na kujenga nyumba yao wenyewe na kuanza kuishi maisha ya ndoto zao, na Mama Beni naye akawa anamsaidia mumewe kukuza biashara. Walifanikiwa sana hata kumhamisha mtoto wao shule za kayumba na kumpeleka za presenti. Wakaanza kuvaa vizuri, kusafiri na hata kutembea hoteli za kifahari. Walikuwa wamefanikiwa sana ise. Ee, hayo ndo matunda ya kupambana. Lakini baada ya mafanikio, Mr. Masatu alianza kubadilika. Alikuwa anakunywa pombe sana, alikuwa aji nyumbani kwa wakati, alikuwa mkali. Alianza kuona kama mke wake hana thamani tena. Ilikuwa vigumu sana kwa mama Beni kumuelewa mume wake mpya yule, ambaye zamani walihangaika pamoja kwenye umaskini na mpaka kufika hapa, alihisi kama anaota vile. Basi ilifika mahali Masato alikuwa hataki kabisa kutoa pesa za matumizi kwa familia yake, akuona kama wanamchango katika maisha yake. Mara nyingi alirudi usiku akiwa ameelewa sana, na akifika tu alikuwa akitaka chakula, lakini ukweli alikuwa aachi pesa za matumizi nyumbani. Siku moja alifika na kukuta chakula, aliongea sana kwa sauti wewe mwanamke ni nyoka, haunipiki chakula, unategemea nitakula wapi? Mama Beni alijibu, nimeishiwa pesa, sina pesa za kununua chakula. Aliongea kwa sauti, wewe ni muongo. Bas pale pale alivua mkanda wake na akaanza kumchapa Mama Beni. Mama Beni alilia sana kila siku alihisi labda hizi ni ndoto. Huenda amelala na ipo siku atamka na mambo yataendelea kama kawaida. Bas Mama Beni alilazimika kutumia hela zake za biashara ili familia yake ipate kula. Lakini cha ajabu, wageni wa Masatu walikuwa wakija nyumbani, Masatu anaagiza kreti la bia pamoja na machoma, anawakaribisha kwa mbwembwe sana, lakini wakitoka tu mlangoni, Mambeni analia kwa uchungu sana, kwa sababu hivyo vyote mumeo afanyagi kwa familia yake. Kila alipojaribu kumweleza mumeo kuhusu wali ya nyumbani, Mr. Masatu alimjibu kwa kelele na hata vipigo. Hakujali kilio cha mke wake wala mtoto wake, alikuwa akiishi kwa mazoea ya pesa na pombe hata alipoulizwa kuhusu ada ya shueni ya beni alisema, hiyo sio kazi yangu. Siku moja mama beni alitoka alfajiri na kwenda mjini. Wakati akivuka barabara, gari lilokuwa linaendeshwa kwa kasi lilimgonga. Alipelekwa hospitali akiwa ajitambui. Madaktari waligundua kuwa uti wa mgongo ulikatika. Hakuwa na uwezo tena wa kutembea. Alikaa hospitali kwa wiki kadhaa, lakini mume wake hakuwahi kuja hata siku moja kumwona. Aliporudi nyumbani akiwa kwenye wilchea, Mr. Masatu alimwangalia kwa dharau na kusema, "Siwezi kuishi na mlemavu mimi." Siku hiyo hiyo alimfukuza na kumwacha na mtoto wao miaka mitano bila pakwenda. Mamabeni alirudi tena uswahilini palepale alipoanzia maisha. Aliishi kwa huruma za majirani alioishi nao vizuri kipindi kile. Kila aliyesikia stori ya Mamabeni basi alihuzunika sana, na walimwambia aende mahakamani akadai taraka yake, lakini Mamabeni alikataa kabisa, kwani alimpenda sana Bababeni. Akiwa kwenye wheelchair alianza kuuza mboga pembeni ya barabara. Sasa siku moja hivi hawakuwa na chakula, Benny alimuuliza mamake, "Mama, leo atujala?" Na mamake alijibu kwa tabasamu la huzuni, "Lala kwanza mwanangu, alafu ukiamka tutakula." Lakini mama Benny alijua kabisa hana chakula cha kumpa mwanae Benny. Alimdanganya tu ili siku ipite. Akampatia maji pale akanywa, basi wakalala. Ikapita muda, Beni akafukuzwa shule aliyokuwa anasoma kwa sababu ya kushindwa kulipa ada. Alimuita mama yake na akamwambia, "Mama, nimefukuzwa ada nimeambiwa nisiende tena shule bila ada. Mama Beni alichukua simu na kumpigia baba yake, ili anapiga tu baba Beni alianza kumporomoshea maneno hata kabla hajaongea. Alivyomuona akapoa kidogo, akamwambia, Baba Beni, Beni amefukuzwa ada Inabidi umlipie mtoto ada ili arudi shuleni. Kwani hiyo shule nasoma mimi au anasoma yeye? Basi kama mimi sisomi, naomba nisihusishe kwa namna yoyote ile na elimu yake. Hainisaidii kitu mimi. Akisoma hawezi kunisaidia wala asiposoma hawezi kunisaidia pia. Nipo na mambo mengi msinichanganye. Baba Beni alikata simu na kutoka kabisa mawasiliano na mkewe, wala mtoto wake Beni. Mama Beni alilia sana siku hiyo. Hakuwa na namna ilibidi apambane mwanaye asome tu. Baada ya kushindwa kulipa ada kwenye shule aliyokuwa anasoma mwanzoni. Beni alikuwa mdogo sana, hivyo basi mama yake alikuwa akimpeleka shuleni na kurudi kuendelea na biashara ya kuuza genge sokoni. Baadaye atamfuata na watarudi wote nyumbani. Alimsomesha Beni kwa shida sana. Basi tukirudi huku upande wa pili, miaka ilipita. Mista Masatu alioa mwanamke mwingine aliyeitwa Debora. Debora alikuwa mrembo sana, lakini mjanja mno. Hakumpenda kabisa Mista Masatu, alimtaka tu kwa mali zake kumbe lishachika kwa taraka muda sana tena. Alimwambia ajawahi kuwa na watoto kabisa, kumbe Debora alikuwa na watoto waliokuwa wakiishi kwa mama yake. Mama yake siku moja alimpigia simu na alimwambia, Debora mwanangu, tafadhali naomba umwambie mumeo kuwa ushaolewaga na ukapewa taraka na pia huku nyumbani umeacha watoto wele. Lakini Debora alikataa katakata, lengo lake ni achume pesa tu, ampoteze Mista Masatu ili yeye pamoja na wanaye waje warithi mali zake ikiwemo majumba na mabiashara. Basi Debora ilibidi aanze kumwangamiza Mr. Masatu taratibu sana kwa siri. Debora alianza kumwekea sumu kidogo kidogo kwenye chakula chake. Alitaka afe polepole bila kugundulika. Baada ya muda, Mr. Masatu alianza kuwa mgonjwa, alipata stroke, mwili wote ukalegea upande mmoja hakuweza kuongea vizuri wala kutembea. Debora alipogundua kuwa sasa ni mgonjwa na ameshakuwa kama mzigo kwenye maisha yake alimtupia hospitali huko na kutokomea na mali zote. Ndugu wa karibu wa Mista Masatu Masatu ndio walikuwa akija kumletea chakula na kumsaidia. Mwishoni kabisa ndugu wote wa Mista Masatu walikuja kugundua kuwa mali zote zishaibiwa na Debora na Debora mwenyewe haonekani, tayari alikuwa ashapotea muda sana. Wakati huo huo Mista Masatu alikuwa mgonjwa sana akiwa amepooza na analia kwa uchungu hospitalini. Madaktari walimwambia alikuwa kila sumu kwa muda mrefu sana, ambayo hiyo sumu ilikuwa ikimtafuna polepole. Alitamani sana huruma lakini haikuwepo. Basi siku alipopata taarifa Debora ameuza majumba na mali zake zote ameondoka nazo, alilia kwa uchungu sana, sababu alijua kwenye hizo mali mkewe alichangia pakubwa mno, na aliishi kwa kumtesa tu na kumnyanyasa. Sasa amepolwa kila kitu kiulaini kabisa na mwanamke ambaye hakuwahi kusaidia kuzitafuta hizo mali kabisa. Masatu alijiona mjinga, mjinga sana. kila choza Debora alitaka kumuua, basi alihisi kuzimia kabisa. Miaka ilikuwa imepita sana, Beni alikuwa amemaliza chuo kikuu, kwa kuwa mwanaye anaenda kuwa daktari bingwa. Basi kwa kuwa Beni alifaulu sana, alichukula moja kwa moja kazini. Beni akupitia kabisa msoto wa mtaani, basi moja kwa moja aliitwa daktari Beni. Mtoto yule mlemavu aliyelelewa kwa shida akaenda shule kwa msaada wa Wasamaria wema na michango ya watu pamoja na juhudi za mama yake. Mama yake alimsomesha mwanaye kwa tabu sana mpaka kufika chuo kikuu na kuwa daktari bingwa. Ndoto kubwa ya Beni iliyompelekea somo la daktari ni kuja kumtibu mama yake ili aweze tena kutembea. Basi alivyoingia kazini, alipambana sana kuurudisha afya ya mama yake, na kwa uwezo wa Mungu Beni alifanikiwa sana na mama yake aliweza tena kutembea. Muda ulivyozidi kwenda ndivyo alivyokaa sawa. Sasa stori inaturudisha tena. Siku moja mama Beni akiwa mjini alimpigia simu mwanaye Beni, akamwambia leo nataka nikuletee chakula kizuri sana mwanangu. Basi Beni alifurahi sana, leo mama yake anakuja kumtembelea kazini kwao. Ilibidi Beni aendelee na kazi nyingine, huku akiwa anamsubiri sana mama yake kwa hamu. Hatimaye mama yake alifika. Sasa ile anafika tu anamkuta Beni yupo reception. Anaongea na mhudumu wa mapokezi huku akiwa ametoka kumpeleka Mr. Masatu kwenye chumba cha kufanyiwa mazoezi. Mama yake alimwona Beni yupo na baba yake Mista Masatu, hapo hapo aliangua kilio na kulia sana. Kila mtu alishtuka. Beni alimkimbilia ya mama yake na kumuuliza ni nini shida mama, mbona unantisha? kwa nini unalia hivi? Ndipo mama yake alimwambia huyo ni baba yako Mista Masatu, na Mista Masatu naye alipomwona mke wake mama Beni alikuwa akilia tu na akiongea kwa shida sana huku akiomba msamaha. Ilikuwa kama msiba siku hiyo. Basi ilibidi mama Beni na mwanaye warudishe imoyo nyuma na kumsamee baba yao, na baada ya muda kupita alipata nafuu na kurudi nyumbani, na alikuwa akiishi maisha ya wilchea kwa kuwa akuwa anaweza tena kutembea. Lakini mkewe mama Beni alimpenda sana hivyo hivyo alivyokuwa kwenye wilchea. Aliamini ipo siku Mungu atarejesha tena afya yake, na Mista Masatu alijuta sana kila siku akikumbuka jinsi alivyomwacha mkewe alivyokuwa kwenye wheelchair. Na huo ndio unakuwa mwisho kabisa stori yetu. Tafadhali tuandikie maoni yako. Je, wewe ungekuwa mama Mbeni, ungemsamea Masatu na kumwacha arudi tena kwenye maisha yako, au yako au ungemwacha tu na kumove on? Tuandikie maoni yako hapo kwenye comment. Usisahau men, usisahau ku like ku subscribe channel hii, kama unajua mwanafamilia bado wa My Laboratory. Tukutane tena next time. Bye bye.